Haya, alintumia salamu. Baada ya kunisalimia, akaandika swali lake hili ambalo leo nakwenda kukusomea wewe. swali langu ni kama ifuatavyo, ndo anaandika muulizaji: katika jamii zetu sasa hivi siku hizi tuna utaratibu wa kuwaozesha watoto wetu wanaume au wanawake katika njia ya kuwakamatia. Yaani ndo hiyo ndoa ya mkeka, na hii ni kwa kiasi kikubwa hutokezea wakati watoto hawa wameshazaa kwa kuzini kabla ya wana umeelewana vizuri jamaa. Ndo anauliza, je, ndoa ya aina hii ni halali, yani inaswihi? Na kama si halali au haiswihi, baada ya watoto hawa kuthibitika kuwa wamezini na wamezaa, je, kabla ya kuwaozesha, tunatakiwa tuwafanye kitu gani? Au kama hatutawaozesha, tuwafanye nini juu yao? Huyo ndo muulizaji alivyouliza. Sasa sisi tunakwenda kumjibu kama ifuatavyo, kwa lengo la kwamba watu wengine wapate tani luma kuhusiana na jambo hili. Kwanza kabla yote, mimi bremsiafu nipende tu kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kunipa uwezo na taufiki ya kuliona hili na kulizungumza, lakini pia shukrani pia namtupia yule ambaye ameuliza swali hili, kwa sababu swali lake hili leo litakwenda kuwafahamisha watu wengine wasiojua. Kabla ya kuingilia kwa hii ndoa ya mkeka aliyouliza yeye inaswihi au la, itabidi kwanza tutazame ni kwa nini watoto wazini kabla ya kushtukiziwa au ndo tunaona, huenda sababu kubwa ikawa ni wazazi wenye kuweka vikwazo juu ya hilo pale kijana anapokuja kutaka kuposa akakataliwa, na hivyo sasa inaonekana wazi ndo kunawafanya watoroshane na wakae katika hali ya kuzini hadi kuzaa. Mara nyingi ndo iko hivyo, lakini pia sababu nyingine inawezekana ikawa ni gharama ya ndoa zetu. Yani imepanda kwa kiwango cha kushtusha, yani inafikia hatua mtu anakwenda kuoa anatajiwa mahari hayo mingi, mpaka mtu sasa ndo anaamua fanya mambo ya ajabu. Inabidi sasa kwa hili ndo tunatoa wito hapa, ndo tunaongea na wazazi. Kabla ya kujibu swali, wazazi wafanye mikakati ya kuona kwamba matatizo hayo yametatuliwa kwa njia nzuri kabisa. Na kwa sababu nyingine ambayo ni kubwa ni mmomonyoko pia wa maadili katika jamii zetu, kutokana na kukosekana kwa malezi bora ya Kiislamu katika nyumba nyingi za Waislamu. Wewe hapo ambao unanisikiliza, kama utakuwa una mtoto, je, mtoto wako unamlea kama ulivyolelewa wewe? Hapo unanisikiliza ulipo fika miaka kumi na nane ishirini ishirini na moja uskuto, ulikuwa huna simu. Lakini je, mtoto wako mpaka sasa hujampa simu ya kutumia, ikasababishwa kujua mambo mengi mengi na kufanya mambo mengi mengi ya ajabu? Haya, tuati hayo hayo, ni mambo ya malezi, wazazi mina, eh, ni mada nyingine hiyo, wazazi mtapaswa kuyafuatilia na kujifunza. Ama katika ndoa ya Kiislamu inaswihi ikiwa yatapatikana masharti yafuatayo. Kwa hiyo wewe uliouliza swala hili, yasikilize haya nayoyaongea. Yalipatikana cha kwanza idhini ya kijana anaioa kuwa amekubali kwa ndoa hiyo kwa hiari yake. La kwanza hiyo, ndoa mlioiozesha ya kukamatiwa, je, huyo kijana alikubali kwa hiari yake? Lakini vile vile huyo mwanamke aliyeozwa, je ye, na yeye amekubali kuolewa kwa hiari yake? Hilo la kwanza. La pili, kuwe na idhini ya wali, yani namaanisha baba au mlezi wa msichana kuhusu hiyo ndoa. Lakini la tatu, huwe katika ndoa kuna mashahidi wawili waadilifu. Lakini la nne, isomwe khutba ya kuozesha. Je, hiyo ndoa mlioozesha nyie ilifanyika hutba ya ndoa? Au je haya mambo yote manne mliyafanya? Lakini pia ikiwa kijana na msichana wamekaa pamoja na wakawa wamezini kwa muda mfupi au muda mrefu, inabidi kuwe kuna sharti jingine la kuwatenganisha wawili hawa kwa muda, ili kupata uhakika kama huyo mwanamke alipata mimba au hakupata. Na katika kipindi hicho pia wanatakiwa vijana hao warudi kwa Allah, maanake watubie tena, toba ya ni kweli kwa kumwomba msamaha Mola wao na kujuta kwa walioyafanya, lakini pia wanatakiwa waadhimie ya kwamba hawatorudia tena, maana yake wayaache kabisa maasi hayo na wafanye mambo mema mengi zaidi. Ikiwa hayo yatapatikana, basi hiyo ndoa tutasema imeswihi bila ya shida yoyote. Lakini pia hata hivyo, huyo kijana mliomuozesha hiyo ndoa ya mkeka, mnafaa mumwambie ya kwamba yule mtoto waliompata nje ya ndoa, yeye pamoja na huyo mwanamke wake si mtoto wake kisheria, bali mtoto huyo atakuwa ni wa mama, kwa sababu watoto hao ama mtoto huyo aliyezaliwa katika njia ndoa hawezi kurithiana na baba, ijapokuwa mtoto huyo ataweza kurithiana na mama yake. Kwa hiyo jawabu sasa kwa ufupi, ikiwa hiyo ndoa ya kukamatiwa vimepita vitu vyote hivyo tulivyovitaja hapo juu, ikiwa vimethibitika na vimepita, basi hiyo ndoa itakuwa haina shida yoyote, hata kama ndoa hiyo mlifunga kienyeji Almuhimu, yale masharti yapatikane, lakini pia kuhusiana na hawa watu kwanza watenganishwe, alafu waje kufanya mambo mengine ya kheri, na Allah ndo mjuzi zaidi juu ya jambo hilo. Eh, hapa kuna meseji nishaipata tayari, kuna vijana wangu wanataka dawa ya pumu. Kwa hiyo naomba tutuishie hapa kwa leo, Siafu Online TV. Hii hapa ni dawa ya pumu. Kama unateseka na pumu ya kurithi au pumu ya ukubwani, usipate tabu Tumia dawa yetu hii, nadhani mnaiona hiyo dawa. Mnavyoiona ndo ilivyo. Hata ukija kwangu ukitaka dawa ya pumu utapata dawa ya aina hii hiyohiyo hapo. Hiyo mnayoiona hapo, hiyo iko nusu, dawa ya Siafu ya pumu haijai, hiyo ni lita moja na nusu, iko nusu. Kama kuna mtu ana na pumu ya kurisi ama pumu ya ukubwani labda, asipate tabu, atatumia dawa hiyo eh, ya kupunguza na kuondoa kabisa matatizo ya pumu sugu. Hiyo ni tiba ya uhakika na salama na isiyo na madhara wala kemikali, hapo ni asali na mambo mengine. Rudisha pumzi yako, rudisha nguvu zako, na uishi maisha bila ya hofu ya kushindwa kupumua. Yoyote yule anatumia, mkubwa mdogo, kike kiume, watoto wao ndo nawataka sana, muwalete, musiwaache isije ikawa kubwa hiyo. Lakini pia ukiacha mbali na dawa hiyo hapo ya pumu, dawa mnayoiona hapo ndo nataka niizungumzie. Dawa hiyo inaitwa asali tiba, hilo ndo jina ambalo mimi nimeita. Hiyo ni asali Tiba. Wengi wenu mnaijua dawa ya Cuba, dawa ya Cuba ile kazi yake ni kutibu mashaka ya, ya masturbation. Lakini dawa ya Cuba haiwasaidii watu wenye pressure, haiwasaidii watu wenye sukari. Dawa ya Cuba hii ni kwa ajili ya vijana ambao moto umo tayari. Nikizungumzia moto, nadhani mnaelewa moto umo, lakini wanashindwa tu kuendelea na safari. Kwa hiyo dawa ya Cuba ndio inadili na kuendelea tu safari. Dawa ya Cuba haimarishi ume, dawa ya Cuba haitibu tatizo la mwanaume ambaye hana nguvu za kiume kabisa. Dawa ya Cuba ipo kwa ajili ya wanaume ambao wanazo nguvu za kiume, ila tutendo linakuwa fupi, ndo dawa ya Cuba. Sasa hiyo hapo mnayoiona hapo, Asali Tiba, hiyo ndo dawa ya msingi kwa kila mwanaume kutumia. Dawa ya Cuba anaitumia mwanaume ambaye tayari ameshaoa, lazima uwe umeoa ndo utumie dawa ya Cuba, Mr Kidhambi wazee, lazima uwe umeoa lakini, Asalitiba hii hapa mnayoiona hapo, dawa hiyo anatumia yoyote, dawa hiyo hapo asali tiba anatumia mwanaume yoyote. Wewe kijana, ambaye uko kwenye masomo yako, labda kama ni nje ama uko Tanzania unasoma chuo, nunua dawa hii, uwe unakunywa taratibu, unajijenga. Ikifikia hatua ya kuoa, wewe utakuwa uko imara zaidi. Kijana wangu alikuwa ambaye alitumia msaidia, alikuwa mfungone, dawa hiyo ikamsaidia. Alikuwa anaua mfungo nne, mfungo tatu, ukatumia dawa mfungo nne tayari. Wale wazee wangu ambao nguvu zimezimwa kabisa, asali tiba inakwenda kumhuisha zile nguvu, maanake zinakuja juu wagonjwa wa sukari, presha, ukitumia salitiba ina faida kubwa na inatengeneza. Kwa maelezo zaidi nipigie simu 0618223397